Na siku huko na huko umeniliko. Oh, mi. Mi tu, butu, koti. Oh, eh, ba, koti mzae, ba, koti utoke bwana. Unanionekana kuna nini? Unanionekana pole pole. Na mbona umeweka bwana nani sawa? Koti, ba koti. Eh. Wewe umenizoea mzae. Hiyo mambo wewe unanichokozanga. Sifanyi kinyo unafanyanga. Fanye kinyo unafanyanga. Eh. Eh. Eh. Nani? Eh, Watoto hizi, hizi? Nini watoto sasa hata wa siku hizi, nini kinasumbuanga watoto wa siku hizi? Sasa hata kama ulikuwa unataka nitoke.